Kibwana, habari za tu. Salamu. Wanakuita ticha, mambo vipi? Poa. Uko fresh kabisa, hongera sana. Uh, nimeshuhudia ni hii leo mwalimu uh, amekupa nafasi ya kwenda kuanza kwenye mchezo. Nataka nifahamu mechi ilikuwaje kwa ujumla wake kati yenu na uh, TRA kwanza mechi ilikuwepo nzuri. TRA wana timu nzuri, wana mwalimu mzuri, na mzuri, mzuri. Sisi kama sisi tumeweza kufuata maelekezo ya mwalimu, na tumeweza kupata matokeo mm. Tumekuja kufuata kitu ambacho kimetuleta. Mmepata eh, uh, nafasi ya kwenda moja kwa moja kucheza hatua ya nusu finali na ilivyo bahati kwa sasa mnakwenda kukutana na timu ya Singida Black Stars, unaiona itakuwa ni mechi ya namna gani? Uh, itakuwepo mechi nzuri kwa sababu Singida wana wachezaji wazuri, wana mwalimu mzuri. Sisi kama sisi tutajiandaa, tutafuata maelekezo ya mwalimu, atafanya Masahisho ya matokeo, uh, shuhudia, uh, ya mechi ya leo nami tutapata matokeo, tutaenda kucheza fainali. Tumeshuhudia imekuwa nafasi yako ngumu sana kwenye kikosi cha Young Africans mm, lakini mwalimu mpya amekuja Pedro, unadhani ni nafasi kwako sasa kumuonyesha kile ambacho ulichojaliwa ili kuweza kupata nafasi kama ambavyo ilikuwa kwa walimu wengine ambao walikuwa wakikuamini na umeisaidia timu uh, kipindi cha hapo nyuma? E, mimi kama mimi, nitajiandaa, nitamuonyesha mwalimu. Mwalimu akiona mechi hii nafaa kumtumia Kibwana basi nitacheza kama haifai kunitumia, atamtumia mtu mwingine mm. inaenda na mipango ya mechi. Nini mwalimu anataka kupata matokeo, kikubwa kusaidia timu kupata matokeo, kufikia malengo ambayo tutajiwekea. Leo kwa mara ya kwanza umekuwa ukimkaba Denis Daudi Nkane ambaye mm. alikuwa mpinzani um, wako mm. timu ya pili, na naona hapo kwenye paji lako la uso uh, midamu inamwagika kweli kweli. Eh. Denis Nkane ndo amekutoa damu nini eh, tumegongana vichwa pale na Denis eh, yes. au <laughs> vita <laughs> yenu ile ya kwenye ulingo bado haijaisha? sisi wachezaji <laughs> Pambania timu zetu mm. Ime, imekuwa ni fahari ama furaha kiasi gani eh, kwako pengine kucheza eh, timu tofauti na Denis Nkane ambaye mmezoea eh, kushare dressing room, lakini pia wakati mwingine kutaniana kwenye mitandao ya kijamii kwanza. Mimi kama mimi nashukuru Mwenyezi Mungu, Nkane ni mchezaji mwenzangu mm. na mchezaji kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine ni kitu cha kawaida katika maisha ya mpira. Kwa hiyo mimi kama mimi nimefurahi kucheza na Nkane kwa sababu ni rafiki yangu, tumeishi vizuri kambini, namtakia kila laheri katika mapambano yake mapya alikwambia nini wakati anaondoka Young Africans na kujiunga na timu ya TRA United? Yeye yeah, kama mchezaji amesema anaenda kupambana, kwa sababu focus ni kupata nafasi ya kucheza ili kusudi kuendelea kukuza kipaji chake, kwa sababu bado kijana mdogo na ana uwezo mzuri wa kucheza mpira. Sawa so, sawa so. Uh, imetokea sasa, mwalimu ameanza kukuamini kwenye kikosi cha Young Africans, lakini pia nimeona Yao Kwasi Ataula e, naye amepata nafasi ya kuanza kwenye mchezo huu wa leo. Unawaahidi nini mashabiki wa Young Africans, pengine kwenye kupambania namba yako? Mimi kama mimi naahidi mashabiki watu support kwanza, mimi kama mchezaji nitafuata maelekezo ya mwalimu. Mwalimu akinipa nafasi nitapambania timu yangu kupata matokeo. Sasa nataka umpe Mike Denis Nkane ambaye alikuwa anakukwepa bwana Dennis, Denis, naona mpambano kutoka kwenye ulingo mm. Sasa leo umekuja kuhamia uwanjani, naona midam luti midam, hapa anaonekana nayo Kibwana Shomari <laughs> eh, vipi mambo fresh? lakini Eh, bwana tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Ameniambia hizi damu wewe ndio umemtoa, bwana? Mimi mwenyewe ah, ni wajino huku yani, kweli bahati <laughs> <laughs> mbaya, eh, kazini. Unajua nilikuwa naongea na na, na, na Kibwana ali shomari hapa anasema, mm. amefurahia na wewe, yeye alikuwa ndio mtu wa kwanza uh, kumwambia kwamba mm. bwana, mimi naondoka naenda kutafuta malisho mapya mm. Leo kwa mara ya kwanza mmecheza mm. katika timu mbili tofauti mm. Kibwana alikuwa anakukaba kukaba wewe mm. ulikuwa unamshambulia mm. e, ni picha ya namna gani kwako inakujia kama mchezaji kinda na mchezaji kijana ambaye unatamani kuendelea kukua zaidi mm. kwanza kabisa namshukuru Mwenyezi Mungu kupata nafasi hii kwa sababu mm. eh, pili bwana mi ni mtu wangu wa karibu sana kuliko hata watu wanavyozani, na hata maamuzi haya ambayo nimeachukua mimi, yeye ni miongoni mwa watu ambao mm. amenishauri pia, kutokana na namna na gani nafasi inavyopatikana katika mm. klabu yetu. Lakini yote kwa yote ni kunitakia heri mm. kuhakikisha kwamba amenitia moyo sana. Mwisho leo mm. mchana wakati nakuja kwenye gemu amenitakia moyo kuhakikisha mm. kwamba hiki kinachokuja kufanya huko kwamba anakuja kupambana kuhakikisha kwamba E, naonesha kwamba Denis Nkane ni mtu gani mm. e, kwa sababu platform ya mchezaji mpira siku zote ni yeah. uwanjani, kama ilivyo kwa kwako wewe mtangazaji, <laughs> <platform yako laughs> ni kutangaza. Kwa hiyo yote kwa yote ni kumshukuru Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo unaakiri kwamba Kibwana alikushauri? Kibwana ni mtu ambaye amenishauri, mmoja hapo yeah. kati ya watu ambao amenishauri na nimemsikiza, kwa sababu Kibwana kwangu ni mkongo. Unajua na ilikuwa ngumu kiasi gani kwako kufanya maamuzi ya namna hii kujiunga na timu ya TRA United? haikuwa jambo gumu sana, lakini yote kwa yote kama nilivyokuambia mwanza Mm, E, yeah. yote ya mchezaji mpira ni kuhakikisha kwamba una perform kucheza uwanjani. Kwa hiyo niliangalia masuala ya pande zote mbili, kwa hiyo haikuwa na ugumu kiasi hicho, kwa sababu ukiangalia e, namna gani ambavyo nilikaa na mwalimu akaniambia, mm, kwamba kutokana na eh, ushindani uliokuepo, mm, lakini pia anatamani kuniona pia niko na perform zaidi.